Ni nyota wa kikosi cha Aris Berkane kutokea kule nchini Moroko. Sijui maumbo na nyuso zao zitakuwa za tafsiri nini kwa kile kinachoonekana na kile wanachokiamini kwenye mioyo yao, lakini tunachoamini ni kwamba maandalizi yao kuelekea fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, licha ya yote hapa, wanakwenda kuhitimisha yale mazoezi ya kikanuni karibu tena katika dimba la New amani Complex hapa visiwani Zanzibar hawa hapa wawakilishi wa nchi ya Moroko wako hapa tena kumenyana dhidi ya wawakilishi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lunyasi wekundu wa msimbazi Simba. Inawezekana magoli mawili waliyoyapata kule katika uwanja wa manispaa ya Berkane yakawa hayawatoshi kwa Simba, mchezo unaotaraji kuchezwa majira ya saa kumi za jioni kwa saa za Afrika Mashariki hapa katika dimba la New Amani Complex kesho Mei 25 mwaka 2025. Kabla ya kuanza kwa mazoezi ni wakati wa shura tunaita shura ama kikao kidogo, wakijadili kuona namna gani ambazo kama si dua basi ni mjadala mdogo wa kutafsiri kile wanachokwenda kukutana nacho. Wao wenyewe wanajua, simba waliokutana nayo Moroko pengine itakuwa tofauti zaidi na simba watakayokutana nayo hapo kesho, na hii ni kwa sababu kocha falrahmad Davids yeye kiongozi mkuu wa benchi la ufundi la kikosi cha wekundu msimbazi simba aliwaambia rasmi kwamba hawajutii kuto kupata goli bali hawa mabwana wanapaswa kuyuta kwa nini hawakupata goli la tatu. Tafsiri ya, kiko, ya kauli hiyo itakwenda kuonekana hapo kesho katika dimba hili hili la New Amani Complex. usahau kwamba Lunyasi mpaka wanaingia katika hatua ya fainali, goli la Jean Shazia huwa katika uwanja huu huu ndio ambao liliwapeleka Fainali. Sasa wako hapa tena kwenye kampeni si ya kusonga mbele bali ya kuhitimisha mashindano na hitimisho lenyewe ni la kuona namna gani ambavyo wanabakisha kombe katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jukumu wanalo. Wow, wao wekundu wa Msimbazi Simba, lakini haya ni maandalizi ya mwisho wa mpinzani wao RS Berkane kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho. Shuhudia mazoezi ya kikosi cha RS Berkane kuelekea kwenye mchezo wa fainali ya mwisho wa kombe la shirikisho barani Afrika. Niko hapa kuletea taarifa, ripoti, habari na matukio yote kuelekea kwenye mchezo huo, kabla na baada ya mtanange huo unaotaraji kuanza kesho majira ya saa kumi alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.